Tukiwa tuna, uh, tuna ufahamu huo tayari katika fahamu zetu, tunaenda kuangalia, uh, mamlaka ambayo inafit katika hivi vipengele bila shida, uh, yoyote. Tulijifunza mwanzo katika historia ya kwamba Rumi ilikuwa na fezi ya kwanza ya utawala wa kipagani kuanzia mwaka wa 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 476 baada ya Kristo. Sasa, kihistoria ni ufalme gani ambao ungeibuka ambao una elementi za kidini ndani yake ambao ungeibuka kutoka kwa Warumi pamoja na kutimiza zile sifa nyingine tisa ambazo tumeziona. Historia inakubaliana ina, ina, ina na ukweli huu ya kwamba ni kanisa Katoliki pekee ambalo limeweza kukidhi hivi vigezo vyote tisa vya kufit pale kwenye pembe ndogo, na hapa tutaenda kuangalia baadhi ya vithibitisho pia vya kihistoria, uzuri vipo ili tuweze kuwekana sawa, tukumbushane pia mambo machache ya kwamba Aa, wakati ule wa mitume ni kwamba um, injili ilipelekwa pia Rumi. Tunajua kwamba Paulo alihubiri kule Rumi na Petro alihubiri kule Rumi na walifia kule. Sasa ilifikia wakati ambapo wakati wa utawala wa Kirumi ule utawala wa nne, Rumi ilikuja kuwa ndio ndio makao makuu ya huu utawala wa nne ambao ulitawala dunia nzima, kwa hiyo kanisa pia lilikuwepo pale. Sasa historia inatuambia kwamba wachungaji waliokuwa katika mji wa Rumi walipata heshima iliyolingana na ukubwa au maarufu wa mji wao. Wachungaji wa kanisa waliokuwepo Rumi walipata heshima na, na, na, iliyolingana na ukubwa au maarufu wa mji wao, na kwa sababu Rumi ilikuwa ni maarufu, basi na wao pia walikuwa maarufu. Lakini pia tukumbuke kwamba Rumi iliitwa mji mkuu wa mataifa. Mwanahistoria mmoja anaitwa Julian yeye anasema wakazi wote wa dunia ni mali ya Rumi. Uh, mwingine anaitwa Claudia anasema kwamba Rumi ni chemchemi au fountain of laws, akimaanisha kwamba ulikuwa ni mji uliostaarabika, mji mkubwa, mji ambao ni kitovu cha biashara, kitovu cha maarifa na kila kitu. Sasa tunaambiwa kwamba maaskofu na wachungaji wake wa kanisa lilokuwepo pale Rumi, walisema kwamba kama Roma ni malkia wa miji yote duniani kwa nini wachungaji wake wasio wa wafalme na maaskofu? Na hii hakiongelei kutokea hewani, unakipata kitabu kinaitwa The History of, Revo uh, of Reformation volume 1 ile sura ya kwanza. Kwa hiyo unaweza ukaona kadiri muda ulipokuwa unaenda, wale viongozi wa kanisa waliokuwepo pale Rumi walikuwa wanajiinua, wakisahau nafasi yao ya kwamba ni Kristo pekee anapaswa kuinuliwa, wakajiinua kimamlaka na wakaanza kima kuwa juu ya uh, maaskofu wengine au juu ya viongozi wengine wa kanisa. Sasa tunaambiwa kwamba nguvu ya kimamlaka kwa wao maaskofu iliongezeka kama dhoruba. Maonyo na mashauri yaliyotoka Rumi yaligeuka kuwa amri. Ilifikia wakati maonyo na mashauri ambayo alikuwa anatoka kwa viongozi wa kidini walikuwepo pale Rumi, il, ilifahamika sasa kama ni amri, kwa maana ya kwamba walifikia kiwango cha juu kabisa cha utawala. Ikafikia wakati kwamba kiongozi wa kanisa pale Rumi ndio akawa na sauti juu ya viongozi wengine wote wa kanisa pale Rumi na katika maeneo mengine. Na hata leo ndipo sasa tunakuja kuona uh, upapa ambao kimsingi uli, uliibukia pale huyu kiongozi wa Kirumi baadaye alikuja kuitwa papa na, na manake kauli sasa ambayo ilikuwa inatoka kwa huyu kiongozi ndio ambao sasa ilikuwa inaonekana kama ni sheria. Kwa hiyo kumbe waliinuka kutoka katika viwango vidogo kuwa sawa pamoja na watendakazi wenzao wengine wa Kikristo mpaka kujiinua juu na badala yake uh, kuja kuwa kuja kuwa supreme power. Sasa uh, katika ufafanuzi tunaambiwa kwamba uh, katika hii sifa hizi zote tisa ni kanisa Katoliki pekee ndilo linalokidhi vigezo vyote vya utambulisho unaotolewa katika Danieli sura ya saba. Moja. Kwanza upapa uliibuka Ulaya Magharibi katika kitovu cha ule ufalme wa Rumi ya kipagani ndio maana ilisema mwanzoni wa kwamba rumi inapitia transition kutoka rumi ya kipagani kuja rumi ya kidini kwa sababu kanisa lilianza ku blend au kuchangamana na mambo ya kidunia pili ilitokea baada ya mwaka wa mia nne sabini na sita kumbuka tulijifunza kwamba huu mgawanyiko ulikuja kuwa kamili ule mwaka wa mia nne sabini na sita kwa hiyo tunaambiwa kwamba huu utawala wa rumi according to historia, Roman Catholic ilikuja kuibuka wakati fulani baada ya mwaka wa mia nne sabini na sita na hii pembe ndogo ilikuwa ni katika mwaka wa miatano thelathini na nane miaka kadhaa kutoka mia nne sabini na sita kuja miatano thelathini na nane ambapo sasa mfalme anaitwa Justinian alilipatia kanisa la Rumi mamlaka kamili ya kuwa na mamlaka ya kidini pamoja na mamlaka ya kisiasa na walipewa mji ambao huo mji wao ulikuwa ni, ni, ni wa kiserikali lakini pia ulikuwa ni mji wa kisiasa. Pointi ya tatu ni kwamba historia yote inakubaliana na ukweli huu ya kwamba mamlaka ya upapa, kumbuka, hapa tuzungumzie papa kama mtu, lakini tunazungumzia papasi kama mamlaka. Wakati inaibuka ilipaswa kungoa tawala tatu ambazo zilikuwepo wakati huo kati ya zile kumi. Yapo makabila ambayo yalipinga kuinuka kwa kiongozi wa kidini wa Rumi kama ndio supreme leader wa, ma ma ma madhehebu, wa, wa, wa Supreme Leader wa ba, sehemu zingine za kanisa au makanisa katika sehemu zingine za dunia. Makabila haya matua matatu yalikuwa ni Heruli, Vandals na Ostrogoths, yalipaswa yaondolewa kwa sababu yenyewe yalikuwa yanapinga kuinuka kwa hii mamlaka ya pembe ndogo. Na unajua nini kilitokea? Taifa la mwisho liliondolewa mwaka wa 1538. Kwa hiyo mwaka wa 1538 unakuwa kama beginning au mianzo ya hizi siku elfu moja na miambili na sitini kwa sababu katika wakati huo kabila la mwisho au taifa la mwisho kabisa ambalo lilikuwa linapinga kuinuka kwa hii mamlaka ya Rumi uh, upapa iliweza kung'olewa na kuondolewa kabisa, uh, mbili zikiwa zimeondolewa hapo kabla. Nne, kanisa Katoliki lilikuwa na mtu anayeongoza mfumo wake ambaye tunamuita papa. Tano, upapa ulikuwa ni mamlaka tofauti kabisa na zile zingine, kwa sababu tumejifunza kulikuwa kuna elementi za kidini ndani yake, wakati ambapo zile mamlaka zilizotangulia zilikuwa hazina elementi ya kidini, na ndio maana tumeona maneno kama kufuru na maneno mengine kama hayo. Sifa ya sita ni kunena maneno kinyume chake aliye juu, yani kufanya kufuru ni historically, na hata vitabu vipo vinathibitisha kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakitokea katika kanisa katoliki vitabu pia vinathibitisha ambavyo kimsingi kwa mujibu wa maandiko ni makufuru. Angalia kwa mfano uwezo wa maaskofu kusamehe dhambi. Tunasoma kwenye kitabu cha Yohana wa Kwanza sura ya pili aya ya kwanza ya kwamba watoto wangu wadogo, na waandikia haya ili kwamba mtu yeyote asitende dhambi, na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Lakini pia tunasoma Marko mbili saba ya kwamba ni kufuru kwa mwanadamu kusema ya kwamba ana uwezo wa kusamehe dhambi. Lakini hili kanisa huu mfumo wa kidini una kiongozi ambaye askofu ambaye ana uwezo wa kusamehe dhambi. Kuna kauli huwa wanaitoa inaitwa uh, egote absolvo a peccatus tois, ambayo inamaanisha mimi, yani akijirifaa yeye askofu, ninakusamehe dhambi wewe fulani. Egote absolvo a peccatus tois, kwa maana ya kwamba ninakusamehe dhambi. Yani ni mwanadamu ambaye anamsamehe dhambi mwanadamu mwenzie lakini maandiko yanafundisha wazi ya kwamba hii ni kufuru. Lakini hilo ni jambo moja tu, jambo jingine ni papa kuwekwa katika nafasi ya juu ya kimamlaka kiasi kwamba kuitwa Mungu. Angalia kile ambacho kinasemwa na hiki kitabu. Anasema huyu anaitwa Lucy Ferraris, ni mwanahistoria huyu. Anasema a, uh, anasema kwamba papa ni mwenye hadhi ya juu sana na aliyetukuka sana, wala si mwanadamu wa kawaida tu, lakini ni sawa na Mungu na ndiye mwakilishi wa Mungu. Papa ni kama Mungu duniani mfalme wa wafalme mwenye madaraka makubwa mno. Unaweza ukashtushwa na hii kauli kama hujawahi kuisikia, lakini ni moja kati ya nyingi, na hiki kitabu kinaitwa uh, kinaitwa Prompta Bibliotheca Canonica Juridica Moralis Theologica, na utasoma kwenye volume ya sita ukurasa wa ishirini na tano mpaka ukurasa wa ishirini na tisa kwa ni mwanadamu ambaye anaitwa Mungu. Yani kwa ni kwa lugha rahisi ni kwamba mwanadamu yeyote, askofu yeyote ambaye atapanda juu ya viwango na kukaa kuchaguliwa kuwa papa katika kanisa hili la Roma ataitwa Mungu. Tunakuja katika sifa nyingine ya saba ya utambulisho juu ya habari ya kuwazoofisha watakatifu wake aliye juu. Historia inakiri wazi ya kwamba kanisa Katoliki lina hatia ya damu ya watakatifu wa Mungu ambao waliuawa wa chini ya utawala wake katika kile kipindi cha miaka elfu moja na mia mbili na sitini tunasoma kutoka kwenye sosi moja kwamba kanisa Katoliki lina chukizo la damu yani, limemwaga damu nyingi sana. Hata hivyo, lilipokabiliwa na mafundisho ya uzushi, lilikimbilia kwenye matumizi ya nguvu, adhabu na mateso, kuanzisha mahakama kama vile mahakama ya kukomesha uasi, kutumia sheria za nchi kama msaada wake. Kanisa lilifanya hivyo hasa katika karne ya kumi na sita dhidi ya Waprotestanti katika nchi ya Ufaransa chini ya Francis wa kwanza na Henry wa kwanza katika nchi ya Uingereza chini ya Mary Tudor, kanisa liliwatesa wazushi, na hawa wazushi wanatajwa hapa ni Waprotestanti. Hii unaweza ukaipata katika kitabu kinaitwa The Catholic Church, the Renaissance and Protestantism, ukurasa wa mia moja themanini na mbili na ukurasa wa mia moja themanini na tatu Katika kipindi hiki inakadiriwa kwamba Wakristo waaminifu wa Protestanti zaidi ya milioni hamsini waliuawa chini ya utawala huu wa kanisa lakini tuna, uh, zipo kauli nyingine nyingi tutaziona katika somo jingine ambalo litakuwa linafuata. Lakini alama ya nane ni juu ya kubadili ma, majira na sheria. Kanisa hili mfumo huu wa kidini una hatia ya kujaribu kubadilisha sheria na maagizo ya Mungu. Jaribu kuangalia kwa mfano juu ya habari ya kanuni ya Mungu tuta, tutajikita kwenye zile sheria kumi za Mungu, zile amri kumi za Mungu. Tuangalie kwa mfano sheria inayokataza ibada ya sanamu. Ukiangalia kwenye mfumo wao wa kimafundisho haipo kabisa hiyo. Unayoiona hapo ni katekisimu ya ambayo wanaitumia kwa ajili ya kufundishia. Angalia uone ya kwamba amri ambayo inakataza ibada ya sanamu haipo kabisa. Kwa hiyo ile amri inayokataza ibada ya sanamu waliitoa kabisa, alafu zinabaki tisa. Wakafanyaje? Wakaja kwenye amri ya kumi wakaivunja, wakapata amri mbili. Amri ya kwanza usitamani mke wa jirani yako, ya pili usitamani aa, mali au chochote alichonacho jirani yako. Lakini mtu yote mwenye akili timamu anaweza kujua kwamba usitamani mke au usitamani mali ya jirani yako, vyote vipo katika amri moja ya usitamani. Kwa hiyo imetolewa kabisa amri ya kuabudu sanamu. Na kwa nini? Kwa sababu wasingeweza kuweka hii amri kwa ya kwamba usiabudu sanamu wakati kanisa lao ibada ya sanamu ni sehemu ya, ya ibada takatifu kabisa wanaendelea, na ndio maana tunaona ziko sanamu ambazo wanaziita sanamu za watakatifu, sanamu za Yesu, sanamu za, za kina Petro, za kina Paulo, za kina Mariamu mama yake wa Yesu, pamoja na watakatifu wengine. Lakini maagizo ya Biblia ni kwamba usijifanyie sanamu yoyote ya kitu kilichopo juu mbinguni, kitu kilichopo duniani, au hata kilichopo baharini, usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa hiyo kumbe, hiyo kanuni ina vipengele viwili, cha kwanza usijifanyie kabisa, cha pili usijisujudie, usisujudie wala kuvitumikia. Walipoona hii kanuni inawabana wakaitoa, baadaye wakaja kuvunja amri ya kumi, wakazigawanya zikawa mbili. Alama ya tisa, utambulisho ni juu ya kipindi ambacho a, pembe hii ndogo ingefanya kazi, na hapa tunaambiwa kwamba ni miaka elfu moja na mia mbili na sitini, tulisoma kwanza ya kwamba Uh, mamlaka hii ambayo ilikuwa ina, ina sura ya kidini na ya kisiasa ilifanya kazi, ingeweza kuwatesa watakatifu kwa muda wa miaka elfu moja na mia mbili na sitini. Sasa hapa tunatambua kwamba walianza utawala wao mwaka wa mia tano thelathini na nane baada ya kupewa mamlaka na yule mtawala Justinian, lakini walienda mpaka mwaka elfu moja mia saba tisini na nane ambapo hapa unapata historia ya mapinduzi wa Ufaransa, na kama sehemu ya matokeo ya haya mapinduzi wa Ufaransa, basi kamanda mmoja alikuwa anaitwa Bethia yeye aliyekuwa chini ya Napoleon, yeye alienda Vatican akamchukua papa aliyekuwepo wakati huo mateka, na papa akaweza kufia uhamishoni, na hivyo uongozi wa serikali wa Fransa, ya Ufaransa ulitamka kamwe ya kwamba hakuta kuwepo tena askofu mwingine wa Rumi ambaye angeweza kuwa na mamlaka kubwa kiasi hivyo ya kidini na ya kisiasa. Kumbuka ya kwamba askofu wa Rumi anakosea, ana kofia mbili, moja ni kiongozi wa kisiasa na ndio maana Vatican inatajwa kama nchi, ina uongozi wake na ina serikali yake, lakini mbili ni kiongozi wa kidini ambapo anatajwa kama kiongozi wa, wa, wa jumuiya yote ya Kikristo ulimwenguni. Lakini Biblia iko wazi ya kwamba watumishi wa Mungu hawafungamani na dunia na hata mambo ya kidunia sio sehemu yao, na leo unaweza ukashangaa kwa nini unakuwa na kiongozi wa kidini ambaye ni kiongozi wa serikali, yani ni rais alafu tena ni kiongozi wa dini kwa hiyo sasa tunakuwa tumefikia katika hii point. Sasa tuta, tuta, tunakuja kujifunza kwenye kitabu cha Ufunuo. Kumbuka tutaangalia vitabu hivi vyote Ufunuo 13. Anasema kwamba nikaona Ufunuo kumi na tatu, tatu. Anasema nikaona kimoja cha vichwa vyake kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti na pigo lake la mauti likapona, dunia yote kamsajabia huyo mnyama. Sasa kitendo cha papa kuvamiwa pale Vatican katika mwaka huu na kuchukuliwa mateka kilikuwa ni kama lile jeraha la pigo la mauti, mojawapo ya vichwa anasema aliviona vina jeraha la mauti, lakini lile jeraha la mauti lilipona. Mwaka 1929 Mussolini aliingia mkataba na kiongozi huyu wa Roma, ili kuweza kumrejeshea tena mamlaka ambayo alipotezwa mwaka ule wa 1798. Kwa hiyo papa akarudishiwa Vatican kama taifa lake ambalo analiongoza bila kuingiliwa na taifa jingine lolote. Mussolini alikuwa ni kiongozi wa Italy, lakini pia wakati huo huo akawa ni kiongozi wa dini kwa lile jeraha la mauti ambalo lilitokea mwaka elfu moja mia saba tisini na nane linakuja kupona mwaka 1929, wakati wa mkataba huu ambao ulifanywa na Mussolini. Lakini tunaambiwa kwamba dunia yote ikamstaajabia huyu mnyama. Leo dunia yote inamheshimu huyo huyu kiongozi. Amri au neno lolote ambalo litatolewa kwake linasambazwa ulimwengu mzima kana kwamba limesemwa na kiongozi mkubwa sana mwenye mamlaka na mwenye madaraka makubwa sana tutakapokuja katika sehemu inayofuata tutaenda kuangalia sasa kwa upana kitabu cha Ufunuo, hii sura ya kumi na tatu kuanzia ile aya ya sita ili tuone baadhi ya mambo makubwa ambayo hii mamlaka ambayo tayari tumeshaitambua itakuja kufanya. Sasa pointi ya mwisho ni kwamba, kwa nini papa alikamatwa na kupelekwa wamishoni? Papa amekuwa au upapa umekuwa ukitesa tawala na serikali za kidunia katika kipindi hiki chote cha wakati. Waliyemtaka akae madarakani alikaa ambaye hawakumtaka walimtoa hata kwa nguvu itakapo itakapobidi. Kwa mataifa yote na viongozi wote wa serikali katika mataifa hayo walikuwa ni chini ya haya mamlaka ya papa ikiwa hawa papa hakupenda kiongozi fulani, basi alitolewa madarakani. Alikuwa na uwezo mkubwa mno. Alikuwa na uwezo mkubwa mno lakini sasa ilifikia wakati ambapo uvumilivu uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ulifikia mwisho. Dunia ilikasirika, ilimkasirikia hii pembe ndogo na ndipo tunakuja kuona tukio la yeye kukamatwa na kupelekwa uhamishoni na serikali ya Ufaransa kusema ya kwamba hakutakuja tena kuwa na kiongozi askofu mwingine wa Rumi, lakini leo tunamuona yuko tena akiwa na mamlaka yale yale. Sasa tunaenda kuingia kwenye fezi ya pili ambayo hii pembe ndogo itakuja kurejeshewa mamlaka ambayo iliyapoteza katika kipindi hiki cha mwaka elfu moja na mia saba tisini na nane. Nipende kukaribisha kwenye sehemu inayofuata ya somo ambapo tutaenda kuona ni kwa namna gani pembe hii ndogo inaenda kurejesha mamlaka iliyo ya... mpenzi mtazamaji, tumekwisha kuona uh, mamlaka ya hii pembe ndogo vile ambavyo itafanya na utambulisho wake pia. Halikuwa lengo la hili somo kushambulia mtu mmoja mmoja, lakini ukweli lazima usemwe. Ni lengo la hili somo kuweza kutuamsha tuweze kuona ya kwamba tupo wapi na kwamba mahali sahihi tunapopaswa kuwa ni wapi. Ukweli ni kwamba Yesu anawapenda watu wote kutoka sehemu zote. Na ni mapenzi ya Mungu ya kwamba kila mmoja aweze kuokolewa. Lakini kabla mtu hajaokolewa cha kwanza ni kumfahamu Mungu wa mbinguni. Na ndio maana tunasoma kwenye Yohana kumi na saba tatu ya kwamba na uzima wa milele ndio huu wa kufahamu wewe Mungu uliye pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Katika mchakato huu wa kumfahamu Mungu ndipo tunajifunza habari ya mapenzi yake, tunajifunza pia juu ya habari ya maagizo na kile ambacho anakitaka kutoka kwetu, ndipo tunapata nafasi ya kujifunza masomo kama haya. Kwa hiyo usiwe na hisia za chuki au hisia za hasira. Nipende kuomba tu kukusihi kwa njia Roho Mtakatifu ya kwamba uendelee kumuomba Roho Mtakatifu, lakini uendelee kujifunza mwenyewe maandiko matakatifu, pamoja na vitabu vingine na maandiko mengine ya dini, ili uweze kuona uhalisia wa hiki ambacho tumekinena na hiki ambacho tumekuwa tukikifundisha. Kwa ajili ya maswali zaidi au maoni, unaweza kuendelea kuwasiliana na sisi kupitia namba ambayo utakuwa unaiona hapo chini katika uh, skrini yako. Mungu akubariki sana unapoendelea kufungua moyo wako kwa ajili ya kujifunza kweli hizi za kuchangaza, kwa ajili ya wokovu wako, lakini pia kwa ajili ya wokovu wangu pia. Mungu akubariki sana. Hii ni Jerusalem Media Tanzania. Mpaka wakati mwingine, nipende kusema kwa heri.